Karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ni Jumatatu, juma la tatu, kipindi cha Pasaka, mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya sita aya nane hadi ya kumi na tano na somo la injili ni injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya sita aya ya ishirini na mbili hadi ya ishirini na tisa karibuni, tuanze kwa kusikiliza injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ya pili yake, mkutano waliosimama ng'ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate, wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake Waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari, walimwambia, "Rabi, wewe umekuja lini hapa?" Yesu akawajibu akasema, "Amin, amin, nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, "Hii ndiyo kazi ya Mungu. Mwamini yeye aliyetumwa na yeye." Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Mpendo wa msikilizaji, siku hii ya leo ya Jumatatu tarehe tano Mei katika tafakari yetu tuongozwe na ujumbe unaosema ufuasi wa kweli kwa Kristo, ufuasi wa kweli kwa Kristo. Mpendwa msikilizaji, tunafahamu tupo katika kipindi cha Pasaka, kipindi cha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasherekea ushindi wa Kristo zidi ya dhambi, zidi ya mauti na ukombozi ambao ametupatia sisi wanadamu kwa kumwaga damu yake pale msalabani. Kumbe katika kipindi hiki cha Pasaka, daima tunaalikwa sisi kama wafuasi wa Kristo au hata kama wanadamu wa kawaida, tuishi kwa kumfuata Kristo au binadamu wote tuishi kwa kumfuata Mungu. Kumbe kipindi hiki cha Pasaka ambacho tunaendelea nacho na leo tunaingia katika juma la tatu, tunahimizwa daima kuwa ufuasi wetu uwe ni wa kweli. Ndiyo maana katika somo hili la Injili tulilolisikiliza hivi punde, nimewaalika tutafakari kuhusu ufuasi wa kweli kwa Kristo. Mpendwa msikilizaji, tumeendelea kusikia Injili ya Yohane sura ya sita na kwa wiki hii nzima tutakuwa tukisikia mafundisho ya Yesu katika Injili ya Yohane sura ya sita. Mpendwa msikilizaji katika sura hii ya 6 ya injili ya Yohane inaanza kwa Yesu kufanya ishara au muujiza wa kuwalisha watu maelfu, watu elfu tano na baada ya kuwalisha, Yesu alitembea juu ya maji. Na baada ya hapo watu wanaanza kumfuata Yesu, wanamtafuta Yesu kama tuliposikia katika somo hili mahususi la injili ya siku hii ya leo, ambapo ni sura ya 6 aya 22 hadi 29 na tutaendelea kusikia mwendelezo wa Yesu akifundisha yeye kama chakula yeye kama njia ya kuweza kuona uzima wa milele, njia ya kuweza kuwa na Baba. Kumbe katika sehemu ya injili tuliyoisikia leo, ninaomba tujiulize, sisi tunamfuata Kristo kwa mlengo gani? Kwa mtazamo gani? Kwa makusudi gani? Yawezekana tunamfuata Kristo mimi na wewe kwa malengo ya mambo ya nje tu. Inawezekana ni kwa ajili ya kupata mahitaji yetu ya nje, labda tunadhani Kristo atatupatia chakula, mavazi, malazi na mahitaji mengine ya kiutu au ya kibinadamu. Inawezekana tunamfuata Kristo kwa ajili ya kupata umaarufu, inawezekana tunamfuata Kristo kwa ajili tu ya utambulisho kwamba mimi ni Mkristo au mtu yule ni Mkristo Mkatoliki. Lakini hatuendi zaidi. Kumbe, huo, kwa kweli, mpendwa msikilizaji, siyo ufuasi wa kweli kwa Kristo. Katika sehemu hii ya Injili tuliyoisikia, Yesu anatufundisha kwamba mfuasi wa kweli wa yeye ni yule ambaye anatambua thamani yake na nafasi yake katika maisha yake. Yesu anatufundisha kwamba yeye amekuja ni sakramenti ya Mungu kwetu sisi. Anamwonyesha Mungu. Yesu anajitoa kama chakula kwa ajili yetu. Katika sehemu ya injili tuliyoisikia, hawa watu ambao walimfuata Yesu wanamtafuta, wanaenda mpaka upande mwingine, wanashangaa kwamba mbona hayupo, hakuwa kule. Mpaka wanapomuona wanashangaa, Bwana umekuja huku lini? Waliishia katika chakula cha kimwili, hawakujua muujiza ule Yesu aliotenda wa kuwalisha watu wengi ulikuwa unalenga kuwafundisha kwamba yeye atajitoa mwenyewe kwa ajili ya uzima wa milele ndani yao. Kumbe siku hii ya leo tutafakari, tunatambua thamani ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ufuasi wa kweli kwa Kristo hauishii tu kwa kuangalia ishara. Yesu anawaambia hawa watu ambao wanamtafuta kuwa Nyiye mnanitafuta si kwa sababu mmeona ishara na mkaamini, hapana, bali ni kwa ajili tu ya vitu vya nje, kwamba mlikula chakula mkashiba. Sasa, mpendwa msikilizaji, tujibidishe sisi sote katika kumfuata Kristo. Miujiza na ishara ambazo Mungu anatenda kwa mkono wa Kristo ni nyingi katika maisha yetu na hata katika maisha ya wenzetu tukiziona tusiishie tu kuziona na kutamani na sisi tupate kutendewa mambo ya nje kama ambavyo pengine hizo ishara zimeweza kufanya, bali twende zaidi tuimarishe imani yetu na tumtafute Kristo kwa kuwa tuna imani ya kweli. Tunajiuliza, tunapaswa kufanyeje? Hawa watu ambao walimtafuta Yesu, hawa wafuasi walimuuliza Yesu swali la msingi sana kwamba tufanyeje sasa ili tupate kuzitenda kazi za Mungu. Na sisi daima, tunapokuwa mbele ya Yesu au unapokuwa mahali popote, ukipata nafasi ya ukime ya kutafakari ndani ya moyo wako, muulize Yesu, nifanyeje ili kweli niweze kuwa mfuasi wako wa kweli? Na Yesu anawapa jibu la wazi kwamba mmwamini yeye aliyetumwa na yeye, yaani wamwamini Kristo ambaye ametumwa na Mungu. Kumbe, ili kuweza kupata mafao ya imani yetu au kuweza kupata mafao ya wokovu yaani mastahili ya wokovu ambao Kristo ametupatia tunapaswa kuwa na imani ya kweli imani ambayo itaonyesha wazi kwamba sisi ni wafuasi wa kweli wa Kristo, si kwa ajili ya kutafuta maslahi ya hapa duniani bali kwa ajili ya hazina ile iliyofichika ya uzima wa milele. Kumbe mpendwa wa msikilizaji, tunatoa wito kwenu nyote, tuwe makini katika wiki hii katika tafakari zetu ambazo zitajikita zaidi kufundisha kuhusu Yesu kama Ekaristi, kama chakula cha milele ambacho kinatuletea uzima wa milele. Na kutokana na tafakari hizo, tunaalikwa daima tujibidishe kujua thamani ya Yesu na sadaka yake ya pale msalabani na Yesu anayejitoa kama mwili na damu kwa ajili ya uzima wetu sisi wa kiroho. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili hii ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Andrea Samsoni Chacha wa Shirika la Wamisionari wa Damu Mtakatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo